Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 24 Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Francisco wa Sales, askofu na mwalimu wa kanisa. Francisco alizaliwa katika familia ya watoto kumi na watatu mjini Sales nchini Ufaransa mnamo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 1567. Yeye alikuwa mtoto wa kwanza katika familia yao. Wazazi wake walikuwa matajiri na waliishi maisha ya kifahari lakini Mungu alimvuta Fransisko rohoni hata akaweza kuacha dunia akaingia ukasisi. Alikuwa na kipaji cha kunena vema na aliwaka moto wa Roho Mtakatifu rohoni. Kwa kutumia kipawa hicho, alifaulu kuwaongoa wa Protestanti sabini elfu na kuingia dini Katoliki. Alikuwa mpole sana. Kwa sababu hiyo, aliweza siku zote kushinda hasira yake, aliweza kuvumilia matukano ya watu bila kujibu chochote. Akiwa na umri wa miaka ishirini na mitano alipata shahada ya uzamivu kule Padua, lakini aliachilia fani yake na kuitikia wito wa upadre ingawa Baba yake alipinga sana maamuzi yake. Alifanikiwa kuwarudisha waasi wengi wa dini katika imani Katoliki kwa mafundisho yake yenye ushawishi mkubwa. Makanisa ambayo hapo awali yalikuwa yamefungwa kwa kukosekana kwa waamini yakafunguliwa tena. Watu wengi walivutiwa na tabia yake ya upole ukarimu, unyenyekevu, uvumilivu na huruma. Tabia yake njema, takatifu na bidii yake katika kuokoa roho za watu vilipelekea baadaye kuteuliwa kuwa askofu wa Jeneva nchini Uswizi. Akiwa askofu alistawisha sana jimbo lake. Alipunguza chakula alichokula, alivaa mavazi ya kawaida, ili awasaidie maskini na wahitaji. Alianzisha shirika la masista wa Maonano. Aliandika vitabu vingi sana vya kiroho vinavyoeleza jinsi ya kujiendeleza katika utakatifu. Kauli mbiu yake ilikuwa kufanya kila kitu kwa wema na upole. Alihubiri mahali popote alipokwenda, aliungamisha, aliandaa katekisimu rahisi kwa ajili ya kufundisha sakramenti za msingi. Alihubiri kwa ufupi, lakini kwa namna inayogusa watu wengi, akisema kuwa kadiri unavyohubiri kwa kirefu, kadiri hiyo hiyo watu huelewa mambo machache. Ili kuhubiri vizuri, unahitaji tu kuwapenda wale unaowahubiria. Francisco alikemea maovu na kuwashauri watu waache kutenda maovu. Kijana mmoja mwenye tabia mbaya ya uasherati alipoletwa kwake ili amwonye, kijana huyo hakumsikiliza. Francisco alimwambia kwamba atakufa vibaya. Yule kijana akafa katika mapigano bila kutubu, na mwili wake haukuzikwa, bali mbwa mwitu waliula. Watu walipoona hayo, walimlaumu Fransisko kwa sababu hakumkemea kwa ukali kijana huyo mdhambi, lakini Fransisko alijibu akisema: amefanya kazi kwa miaka ishirini na miwili ili afaulu kujipatia fadhila ya upole. Hayuko tayari kupoteza fadhila hiyo kwa hasira ya mara moja. Angefanya hivyo angefanana na mtu anayejaribu kumwokoa mwenzake asizame majini, wakati yeye mwenyewe hajui kuogelea. Mtakatifu Francisco alifariki dunia huko Lioni Ufaransa mnamo tarehe 28 Desemba mwaka 1622, alitajwa mwenye heri mnamo tarehe 8 Januari mwaka 1662 na Papa Alexander wa saba, na alitangazwa mtakatifu na papa huyo huyo mnamo tarehe 16 Novemba Mwaka 1665. Mwaka 1877 alitangazwa kuwa msimamizi wa waandishi wote wa vitabu vya kiroho na Papa Pio wa kumi na moja mnamo tarehe 26 Januari mwaka 1923. Ni msimamizi wa waandishi wote kwa sababu Mtakatifu Francisco Wasales aliandika vitabu vingi vya kiroho wakati alipokuwa akiwafundisha wa Calvinisti. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Francisco Wasales, askofu na mwalimu wa kanisa. Ukimya ni bora kuliko kuongea ukweli bila mapendo. Mtakatifu Francisco wa Sales, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee.